Watu wengi sana wanalia kuhusu transfers e, na ni heri kwanza tukagusia gusia transfers ambazo zinahitajika. Um, top on the list na Chelsea mm. E, wamepewa nafasi ya kuongea na kipa Martinez wa Aston Villa. Okay, yeah. E, jamaa huyo 32 years ni goalkeeper ambaye anajielewa mm. E, bingwa wa dunia vile vile. Okay, yeah. Unafikiriaje kuhusu huyo kipa? E, nimechungulia hapa Chelsea imepewa offer ya kuangalia golikipa Emil Emilio Martinez lakini golikipa mwenyewe ni kama ana, ana, ana, anapendelea kwenda Manchester United kwa ni kama Onana. Ukiangalia side nyingine Onana naye ni kama Manchester imemweka kwa, kwa auction, wanataka kumuuza sasa eh, Martinez anapendelea eh, ndio Chelsea inataka ime, imepewa kipaumbele msajili, lakini eh, Martinez mwenyewe anapendelea kwenda Manchester United juu kwa... nitakuambia Martinez atafurahia kwenda kwa timu ambayo haitacheza Champions League awache timu ambayo inaenda kucheza Champions League. Lakini najua kiplay, unajua inalingana ni mfuko gani, wanakuitia Tondo Kuria juu, ukiangalia kama Manchester ufaa ni kama yuko juu kwa saidi ya mshahara, lakini Chelsea unajua wako na option mingi, na ukiangalia Chelsea wako na wako na eh, Sanchez wako na kulikipa kadhaa kuna yule mwenye alikuwa kuna wale wawili walikuwa wameenda ondoni na ni kama wanalea Sanchez, anaona ni kama hii hii miaka, unajua Sanchez ako miaka uh, Martinez ako miaka uh, 32. 32 na ukiangalia sasa wende kucheza timu ambayo haichezi Champions League, watu wameponea kwenda relegation, uwache watu ambao wanacheza ligi ya mabingwa, huenda wakawa world uh, champions in two weeks time ukacheze Manchester, wacha hey, lakini wacha bwana. Lakini kwa kipo mwenyewe anaangazia kwenda Manchester huko, ni kama anaona ni kama playing time yake itakuwa fit sana <muchiliki> Manchester hata wajaanza kubonga, wanasema ndio wana prepare to open formal talks, ili hali Aston Villa inamsukuma kule Eh, kwa Chelsea Chelsea ambao wanahitaji sana goalkeeper ambao kidogo anaweza waokolea point kama 15 hivi mm, ama point kumi, kwa sababu upande wa, wa goalkeeping kidogo umekuwa ukituangusha Liverpool, yeah. Liverpool nao kijana huyu Jarell Quansah mm, atakuwa kielekea Bayer Leverkusen eh, uh, on Monday. Eh, uh, kwa hivyo, yes tayari mm, 35 million washakubaliana uh, hii sio loan wala nini, anakwenda akiendaga so uh, in Ritano atakuwa anatafutana na Crystal Palace defender Mark eh, Mar yeah, ni kama anaelekea huko lakini, kei mwenyewe ni kama Crystal Palace imemkwamia, nasema ilikuwa na mpango na yeye msimu mmoja na tena, tukiwa hapo kwa Liverpool ni kama wameanza kuangazia eh, Victor Kukares na on, on, on Thursday, wali- Thursday wali, walituma huko walituma huko E, formal, si formal lakini kuna ile fununu wametuma huko habari wa, ni kama wanataka kumchukua na ukiangalia Liverpool, nao wamefanya wamefanya yule Florian Beats amekuja wa, ikiwa anaweza pata huyo Kukares, na unaona Arsenal ni kama ni kama wana